ya Kilimanjaro au sio? Morning, kumekucha tena. Hizi hapa ni kuni, tunaenda chochea moto tunywe chai. Si kwetu jiko la kuni au sio? Siso wakishua jiko lenyewe bovu bovu, ila lapiga fresh kama hivi. Tunaweka kuni huku tuwake chap chap. Tupate breakfast. Tupate halafu tuendelee na kazi. Maisha kijiji, ni maisha, to, maisha mm -hmm. po, tunagia gesia, tunagia ya kijijini, maisha ya kwetu, maisha halisi anaemeka hapo, tunaga gesi, tunaga jua la umeme uneko ndo huo hapa, chai ni aya hapa, green tea, tunakunywa chai ya majani, so majani ya chai special, kuna some ads, you know family family life, life. Mm. Kijijini kwetu ndo hivi, location ndo hii hapa mzee wangu. Wada so mrefu chai inakuwa ready. Wapigeze tu chai. Asante, asante. Stay tuned. Don't forget to like, share and comment. Subscribe the channel. If you love it, tell a friend to tell a friend. Subscribe the channel. Support yako muhimu sana